for some reasons Diwani ameondoka hapa katikati hapo, na haondoki yeye na walio chini yake wote wanaondoka. Tumekaa kidogo, akaja mwingine pale na wasema hawa, kwa sababu hawa ni their public figures, wanachaguliwa sio siri hawa. Akaja mwingine hapo katikati sasa ambaye akaja na yeye, nafikiri alikuwa anaitwa Masori, na yeye ikaenda enda hapo katikati hapo, naye akaondoka na walio chini yake wote amekuja katikati hapo anaitwa Alisiwa. Alisiwa naye amekaa muda kidogo naye akaondoka na walio chini yake. Amekuja huyu tulionao hivi, ndugu yangu, rafiki yangu Suleiman mombo, ndio tuko naye sasa. Unaweza kujiuza ndani ya miaka mitatu, awa wote wanaondoka aliye chini yake na aliye na aliye chini yake na chini yake, yake. Wamekosea nini? to lazima tujifunze kwamba nchi ili iwe imara, iwe na vyombo vinavyobaki constant, viwe mbali na pressure ya wanasiasa. Narudia tena, for we to have a precious country and a protected country, tunatakiwa na kuwa na government apparatus, vyombo vya serikali ambavyo vyenyewe vinasimama kama vyombo. Vikiliona jambo ambayo ni hatarishi kwa nchi vinasema hapana, na hapana yao haileti wakadhulika na familia zao. Leo hapana, akisema amezulika hapana, hana kazi, ubalozini anapotea. unaangalia Daddyface TV.